Naam, bwana Ibra amepokea ushauri kuhusiana na zoezi ambalo analifanya sasa hivi hapa la kuchangisha bilioni aweze kwenda kumlipa Harmonize Konde Boy ili aweze kupata hati miliki ya kazi ambazo ameziachia akiwa yuko chini ya usimamizi wa record label ya Konde Music Worldwide. Bwana huyu hapa Ngosha amekuja kumpa ushauri kwamba Ibra, bwana, kama vipi akishachangisha hiyo bilioni, ni bora ni bora asipeleke kwanza kwa Konde, aizungushe, afanyie biashara, ajenge ma apartment, akanunue mawe, yani akanunue madini, afanye biashara nyingine za hapa na pale, anunue viwanja na nini, alafu baada ya miaka mitatu ataipata zaidi ya hiyo bilioni moja, alafu anaweza akamrudishia hiyo bilioni nyingine, anaweza akapata zaidi ya bilioni moja. Kwa hiyo atachukua bilioni moja, atampa Konde nyingine zinazobaki, anaendelea na miradi yake, atakuwa tajiri na bilioni ya kubwa tu hapa town. Lakini kitendo cha anachotaka kukifanya kwamba eti anataka achangishe, ikifika bilioni akampelekea yote Harmonize, alafu yeye abaki na shilingi sifuri ni makosa makubwa sana atakuwa ameyafanya. So ni ushauri mzuri kwa upande wangu mimi, hebu msikilize hapa Ngosha mwenyewe akiwa anaelezea. Pole sana kijana mwenzangu msanii Ibrah, uh, Ibrah kutoka kutoka Konde Konde Gang Gang bwana, uh, tume tunaona comment zako tunaona tunana kilio chako. Unahitaji mchango wa milioni moja. Mimi nilikuwa nataka nikushauri kitu kimoja, na hii inatokea kwa wasanii wengi sana. Kama kwenye mkataba wenu ina haikuruhusu wewe kufanya mziki mpaka ulipe bilioni moja, uh, changisha chukua bilioni moja Fanya biashara utakuwa bilionea mkubwa, bilioni bilioni bilioni bilioni moja moja moja moja moja siku siku hii, lakini ya mambo unachukua unaenda kumpa Konde unarudi hata una ah we ah, we chukua, we sio vipi, chukua chukua chukua changisha, ikifika b hakuna kulipa moja, uh, maduka fungua, viwanja jenga maapartment sijui pale uh, biashara zinaanza kujesa zenyewe kanye huko machimboni, unanunua mawe naelewa, unauza unapata faida, mabilioni yanakuwa ni mengi, alafu unakuja unamlipa. Baada ya miaka miwili mitatu unampa bilioni yake na mabilioni mengine yamebaki, mibaki mtoto <laughs> wa babangu huwa hapa mkono mitano tena. Chukua ushauri wangu, utanikumbuka